Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya 11:37 hadi 41. Yesu alipokuwa akinena, farisayo mmoja alimwita aje kwake ale chakula. Akaingia kaketi chakulani. Farisayo huyo alipomwona alistajabu, kwa sababu hakunawa kabla ya chakula. Bwana akamwambia, ninyi Mafarisayo mwasafisha kikombe na sahani kwa nje lakini ndani yenu mmejaa unyang'anyi na uovu. Enyi wapumbavu! Aliyevifanya vya nje siye yeye aliyevifanya vya ndani pia. Lakini toweni sadaka vile vya ndani na tazama vyote uwasafi kwenu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa na familia ya Mungu, daima tunapenda kuipendezesha miili yetu, tunawe, tuoge, tupendeze, tung'are, tuvae vema, tuvae mavazi safi. Lakini je, mioyo yetu wa safi? Tunapokuwa tunaenda kwenye nyumba za ibada, mara nyingi utasikia mtu anasema aandae nguo ya kuvaa Jumapili, anyoshe vema kanzu lake kwenda msikitini avae mavazi safi kwenda kuelekea kwenye ibada. Lakini je, kama tunavyosafisha miili yetu kwa nje, kama ambavyo tunavaa mavazi safi, tunakumbuka kusafisha nyoyo zetu? Tukumbuke kusafisha vya nje tu havitufanyi sisi kuwa watakatifu. Kinachotufanya sisi kuwa safi ni yale matendo yaliyo safi kutoka rohoni. Safishe nyoyo zetu kwa kupitia sakramenti ya kitubio, ili tuoshe ndani ambapo ndipo pa msingi. Kama nyoyo zetu zitakuwa zimejaa upendo, amani, furaha, faraja na kuwatakia wengine mema, tunapokuwa safi hapo ndani, na yale yote ambayo tukayatenda ya nje yatakuwa yako safi. Lakini kama tukionekana kwa nje tunapendeza, lakini kwa ndani tumejaa uchafu wa dhambi, kiburi uchoyo ufisadi, roho mbaya, na kuwanenea wengine, kuwafikiria mabaya, tunakuwa hatujafanya chochote. Hata kama tukikesha kwenye nyumba za ibada, kama ndani hatuja wasafi, tunakuwa mbali sana na ufalme wa mbinguni. Tujitahidi kama ambavyo tunakuwa wasafi kwa nje, tuwe wasafi kwa ndani, tusafishe nyoyo zetu, tuoshe nyoyo zetu kupitia sakramenti ya kitubio na kuwa kuwasamehe watu wengine hivi kwamba Mungu aweze kutuhesabia haki kwa sababu ndani tu safi. Na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.